Msimu wa mwaka 2024 mwaka 2025 umemalizika rasmi katika ligi kuu ya Uingereza leo hii, Liverpool, Arsenal, Man City, Chelsea, Newcastle United bana wamefanikiwa kushiriki katika mashindano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya msimu unaokuja. Tottenham wanashiriki UEFA CL msimu ujao licha ya kumaliza katika nafasi ya 17 katika msimamo wa EPL kwa sababu ya kushinda katika kombe la UEFA Europa League dhidi ya Mashetani Wekundu Manchester United. Aston Villa na Crystal Palace zitashiriki Europa e, League huko Paris ikiwa e, fursa hiyo kama bingwa wa, wa FA wakati Nottingham Forest ikifuzu e, kucheza UEFA Conference League. E, bana, chama lako unaoshabikia limemaliza katika nafasi ya ngapi? Pengine unaweza ka drop comment yako kunyewanja comment, lakini kwa full time siku ya jana tuliona Fulham eh, hapo pamoja na Man City, Fulham wakiweza kupata bao sifuri wakiwa nyumbani, Man City wakiwa wamempiga Fulham goli mbili, lakini Man United wao Wakishinda goli mbili dhidi ya Aston Villa, lakini Liverpool wakitoshana nguvu dhidi ya Palace eh, kwa goli moja kwa moja Nottingham pamoja na Chelsea waliweza kufungwa na Chelsea nyumbani kwao, lakini eh, Southampton wao dhidi ya Arsenal, Arsenali waliweza eh, kumpiga Southampton kwa goli mbili eh, kwa moja, lakini Tottenham wao wakiwa wamemkaribisha Brighton waliweza kupigwa na Brighton kwa goli nne eh, kwa moja. Sasa hata kwa upande wa Eh, Bournemouth pamoja na Leicester City wao Bournemouth waliweza kumpiga eh, Leicester City kwa goli mbili kwa bira ata pia kwa upande wa Ipswich wao, West Ham waliweza kupigwa goli tatu eh, kwa moja Newcastle dhidi ya Everton